kwa Bodi ya Ligi Kuu Tanzania Bara siku ya leo kuweza kujadili mambo mbalimbali ya usuyo Ligi Kuu Tanzania Bara ambapo kikao hiki kimeweza kukaa eh, tarehe 22 mwezi Machi mwaka 2025 kwenye ukumbi wa mikitano wa TPLB uliopo jengo la NSSF mafao Ilala, Dar es Salaam. Kikao hiki kimeweza kuongozwa na mwenyekiti wa Bodi ya Ligi Kuu Tanzania Bara Steve Mguto sambamba na mtendaji mkuu Almas Kasongo na viongozi wengine kama inavyoonekana katika video yetu. Moja ya vitu ambavyo walikuwa wakividiskasi ni kuhusiana na mchezo wa kariakoo dabi wa Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka Yanga, mchezo ambao ulipaswa kuchezwa Machi nane mwaka elfu mbili na ishirini na tano lakini mchezo huu uliweza kuahirishwa na bodi ambayo imeweza kukaa leo, kutokana na kwamba klabu ya soka ya Simba hakuruhusiwa kufanya mazoezi mchezo ambao ulikuwa kuchezwa Machi nane. Basi kwa upande mwingine, klabu ya soka ya simba hawakufanya mazoezi Machi saba. Kwa hiyo tunaona bodi ya ligi kuu Tanzania bara ileo walikuwa wakidiscuss kuhusiana na issue ambapo, ikumbukwe Young Africans, wao msimamo wao kwa sasa hawataki kuucheza mchezo huu kwa sababu wanaamini walikuwa hapo sahii kwenda uwanjani simba ndiye ambaye amegomea mechi. Kwa hiyo wao Young Africans walikuwa wakitaka kupata alama tatu, kwa upande mwingine sambamba na mabao matatu kwa Simba kushindwa kufuata kanuni. Sasa, miongoni mwa majibu ambayo bodi ya ligi kuu Tanzania bara wameweza kuja nayo katika kikao ambacho kimeweza kukaa leo ni kwamba mchezo huu utakwenda kupangiwa tarehe, ambapo kwa upande mwingine bodi wataangalia kutokana na ratiba ambavyo kwa sasa zipo, basi kwa upande mwingine watakwenda kutoa tarehe rasmi ya mchezo huu utakapoenda kurudiwa. Na majibu mengine ni kwamba klabu ya soka ya Yanga Sports Club hawatopewa alama tatu kwa sababu mchezo huu uko pale pale. Ukiangalia kikanuni, klabu ya soka ya Simba walitakiwa kufanya mazoezi, lakini ndio hivyo, makomando ambao walikuwa ni wayanga ndio ambao walizuia klabu ya soka ya Simba kuingia katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo ndio hivyo majibu ya bodi ni kwamba mchezo huu utakwenda kupigwa pale pale, lakini kwa sasa kinachosubiriwa ni tarehe rasmi ambayo bodi itakwenda kuangalia na kutoa majibu lini ambapo mchezo huu utakwenda kuchezwa, kwa sababu bodi ndio chombo ambacho kwa upande mwingine kiliweza kuahirisha mchezo huu. Kwa hiyo Simba ee, hana makosa. E, cha msingi Simba yetu anasubiria tare rasmi ambayo bodi kwa upande mwingine watakwenda kutaja ya mchezo huu, lakini msimamo wa Yanga kwa sasa mara baada ya taarifa hii kutolewa ni kwamba wao wanataka kwenda, wameenda kas katika mahakama ya usuluhishi ya kimichezo wakienda kudai haki yao wakiamini kwamba klabu ya soka ya Simba ndiyo ambao walikiuka sheria eh, za mpira wa miguu kwa kuto kupeleka timu uwanjani, lakini ukumbukwe, kwa mujibu wa sheria, kwamba kule kas ya Africans, kwa sababu mchezo huu haukusimamiwa na mwamuzi wowote, kuna uwezekano majibu vile vile kwa kas ya sije po, ya sije positive kwa yanga yakaja ya negative kwamba watairudisha kesi katika bodi, na bodi ndio hivyo kwa upande mwingine wamekaa kikao ileo ambacho kikao hiki kwa upande mwingine Miongoni mwa majibu ambayo wameweza kuja nayo ni kwamba mchezo huu upo pale pale na moja kwa moja watakwenda kupanga tarehe rasmi ya mchezo huu, lakini Young Africans kwa sababu walidai fidia ya milioni hamsini na sita kwa ajili ya kuandaa mchezo huu, kwa sababu Yanga ndiye aliyekuwa mwenyeji, basi bodi wamesema watakwenda kuangalia kanuni zinasemaje, kisha waangalie jinsi ambavyo wataifidia klabu ya Soka Yanga Sports Club. Na kingine ambacho bado bodi wana kidiskasi ni zile fujo ambazo zilitokea tarehe saba wakati Simba wakizuiliwa kuingia katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo nao pia watakuja na majibu yake zaidi, lakini kikubwa mechi ipo palepale pale. Kwa sasa bodi watakwenda kutangaza tarehe rasmi ya mchezo kati ya klabu ya soka ya Simba dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club.